Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Mei saba, siku ya Jumatano. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema Yesu hekaluni. Kuna mvutano katika kisa chote cha wokovu. Mungu anatamani kurudisha ushirika ambao tuliufurahia pamoja naye, na anayoshauku ya kuwa karibu nasi lakini kuwaleta wenye dhambi mbele zake kunaweza kuwaangamiza, maana huwi mungu apendezwaye na ubaya. Daudi anaandika, mtu mwovu hata kaa kwako. Zaburi sura ya tano aya nne. Wakati huo huo, Daudi pia anaandika, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho nikilielekea hekalu lako takatifu. Zaburi sura ya tano aya saba. Soma Hagai sura ya pili aya saba hadi ya tisa. Hekalu la pili lilipokuwa likijengwa, nabii Hagai alitoa ahadi ya kushangaza: hekalu jipya lingekuwa na utukufu zaidi kuliko lile lililotangulia. Unabii huo ulimaanisha nini? Hekalu la kwanza lilipowekwa wakfu na Sulemani, udhihirisho wa utukufu wa Mungu. Uwepo wa Mungu uliofuatana na wana wa Israeli wakielekea Kanaani ulilijaza hekalu, na hivyo makuhani hawakuweza kubaki ndani ya hekalu kukamilisha kazi yao ya huduma. Wafalme wa Kwanza sura ya nane aya kumi na kumi na moja. Hekalu la pili lilipowekwa wakfu, sanduku la agano lililowakilisha kiti cha enzi cha Mungu halikuwepo kwa sababu Yeremia alikuwa amelificha Uwepo halisi kwa Mungu hakukulijaza hekalu wakati huu. Lilikuwa jambo la kuvunja moyo. Ahadi ya Hagai ingewezaje kutimia? Ilikuwa ni katika hekalu la pili ambapo Yesu, kufanyika mwili kwa Mungu, alionekana katika nafsi, katika mwili na damu. Mungu mwenyewe alikuwa ametoka nyuma ya pazia na kuwa mmoja wetu na kujiunga nasi katika ulimwengu huu uliovunjika. Kwa sababu mwana wa Mungu sasa alikuwa mwana wa Adamu, tungeweza kuona uso wake, kusikia sauti yake na kushuhudia kwa mfano, alipomgusa mwenye ukoma aliye najisi na kumponya Mathayo sura ya 8 aya 3. Badala ya kutuleta karibu katika mwelekeo wake, Mungu alituleta karibu naye kwa kuja katika mwelekeo wetu. Alishuka binafsi kwetu. Si ajabu Biblia ilisema kuhusu Yesu, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mathayo sura ya kwanza ishirini na tatu. Fikiria hili linachomaanisha: muumbaji wa ulimwengu alijishusha si tu ili kuishi kati yetu, bali kufa kwa ajili yetu. Msalaba ni udhihirisho mkubwa zaidi wa upendo wa Mungu. Ni kwa njia zipi zingine tunaweza kuona na kupata uzoefu wa uhalisi wa upendo wa Mungu? Hii ni Mei saba siku ya Jumatano. Mada ikisema Yesu hekaluni. Na kwa nukta hiyo mpendo wa mfuatiliaji mfululizo wa masomo haya ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.